Jana mmetangaza kwamba kuna ugonjwa wa nini? Ni ni bahati mbaya sana, bahati mbaya sana. Nchi hii kuna viongozi wapumbavu kama hawa, ao walifanyka wamefanya hivyo ili msituk unakuwaje na mkuu wa wilaya ama uongozi wa wilaya wa serikali yako, unaona kuna mkutano wa upinzani unakuja, alafu anatangaza hadhari ya kwamba Masasi kuna ugonjwa wa macho. Hilo ni tangazo kubwa, linapaswa kama li tangazo litangazwe na waziri Maanake kuna mlipuko pandemic, unatuogopa mpaka unatangazia watu kuna ugonjwa. Na kwa sababu tunapenda ugonjwa, maradhi ya kufate wewe na familia yako, yani mke wako, watoto wako na wazazi wako. Kosefu wa adabu na afa kabisa. Halafu naambiwa mliambiwa kwamba tumeahirisha mkutano. Uoga gani huu? Naambiwa na oh, yeah. oh, yeah, yeah. na oh, yeah. Mbunge mbunge mbunge wenu anaitwa nani? Na yeye anaingia kwenye michakato ya kuzuia mafanikio. Kwanza nakosea kumwita mbunge. Gani mlimchagua yule, na ile fungu la Magufuli anapigiwa yeah. kwa Singwaya. Rais Samia sio mama yenu. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Full stop. Mama yake nani? <laughs> <laughs> <Hanyanguyore. Mister laughs> amimau <no> <laughs> Na hii neno hawalitumii bahati mbaya. Mshauri wao wa mambo ya siasa amewaambia tumieni neno, mama Mama, mama. Lema mama yake nani? Mama yake Abdul sio mama yake. Mama, mama yake nani? Sio mtu mbaya kwenye siasa. Kuna kitu kinaitwa smart spin na nanibaki. Mama ameupiga mwingi, mmeona huo mwingi